Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa kunipatia nafasi hii, ninakushukuru sana. Nianze, mheshimiwa mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumkoti profesa mmoja wa Kenya ambaye anaitwa Patrice Lumumba. Yeye alisema kwamba Magufuli is the real deal. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana mheshimiwa rais wangu kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiifanya kiasi ambacho amewafanya mpaka baadhi ya watu wameanza kuchanganyikiwa wanahisi kama Magufuli amekaa miaka saba wakati ndio kwanza ana mwaka mmoja nanusu na nusu na ninapenda kuambia kwamba hii ni mpaka elfu mbili na ishirini na tano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi kubwa ambayo leo hii nimeamua kusimama hapa kwanza ni utendaji wake, lakini vilevile vile ni jinsi ambavyo ameshughulikia suala hili la makinikia. Swala hili la makinikio, ya Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wangu kwa mimi ambaye natokea mkoa wa Shinyanga, wananchi wangu wamenituma, wanasema kwamba katika vitu ambavyo utazungumza usiache kukuelezea kuku, kuku, furaha kubwa tuliyokuwa nayo sisi kwa jinsi ambavyo rais ameweza kutusaidia walau kuonyesha njia ambayo tunajua sasa tutapata, tutafaidika. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nimesoma magazeti. Kuna gazeti moja nikasoma limeandika kwamba kuna utafiti wa Twaweza wanasema, wanasema kwamba usijui maarufu wa Mheshimiwa Rais Magufuli umeporomoka kwa sababu wanapendwa na watu wa kada ya chini. Mimi nilikuwa nataka niseme jambo moja, wala hajakosea, kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania ni maskini, wale ambao ndio wanachukua asilimia kubwa, asilimia sabini. Kwa hiyo kwa rais kukubalika kwa watu wa asilimia sabini na kupingwa na, na, na, na, au kutokubalika kwa ile asilimia thelathini mimi naona ni jambo nzuri sana. Na kwa mtu yeyote, kiongozi yeyote ambaye unajua unachokifanya hiki ndicho ambacho kitatakiwa kufanyika. Wewe utakiwa upendwe na, na watu wachache ambao tena wengi mara nyingi wanakuwa ni, ni mafisadi au wanakuwa ni watu ambao umewagusa kwa namna moja au nyingine. Inatakiwa wewe upendwe na wale watu ambao ndio wengi kwa hiyo kwa rais kukubali, kukubaliwa, kukubaliwa na watu wa kada hii ya chini ndio hasa kitu ambacho tunakiunga mkono na kwa kweli ndio kinaonyesha kwamba rais wetu yuko imara sana. mara ya taarifa. Taarifa. E, mwisho wakati nachangia. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana, naomba nimpe taarifa dada yangu mheshimiwa Lucy Mayenga ya kwamba ni kweli kabisa utafiti wa Twaweza umekuja kipindi ambapo serikali yetu ilikuwa ikishughulika na watu wenye vyeti feki na mafisadi wengine. Katika hali ya kawaida watu wote hao lazima wachukie. Asante sana. Asante mheshimiwa Lucy, endelea. Mheshimiwa mwenyekiti, mtu yote mwenyekiti, mama lazima upokee ushauri hiyo taarifa kwa sababu ni kweli kabisa, utafiti huu umefanyika between mwezi wa tatu na mwezi wa tano, na ndio kipindi ambacho maswala ya vyeti feki yamesemwa ma, ya mafisadi yamesemwa. Kwa hiyo hawa wenzetu hao yes, asilimia 30 tunawajua ni wakina nani, na hao na wa kwenye makinikia pia tunawajua, na pia wengine kwa aiaaaingia Mheshimiwa <coughs> Mheshimiwa mwenyekiti, lakini kwenye kuzungumzia swala hili la makinikia, mimi ya, na ushauri mdogo Mtanisamehe sauti yangu kidogo inakwaruza kwaruza, yeah. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye suala hili la makinikia mimi nilikuwa na ushauri na ushauri kidogo. Biashara hii mheshimiwa mwenyekiti, ni biashara kubwa sana. Ninapongeza sana sana sana profesa Mruma Mr. pamoja na na, na profesa Rosso Osoro. Profesa Mruma Mr. nimekuwa naye kwenye bodi ya Williamson Diamond kwa kipindi cha miaka kama nane, kwa hiyo biashara hii ya Diamond ninaifahamu kwa, kiwango ki, kwa kiwango chake. Biashara hii inaitwa ni holdings business. Biashara hii mheshimiwa mwenyekiti, hata ikija kuja kutokea duniani leo hii dhahabu zote zikaisha almasi zote zikaisha kwenye mashimo yetu aidha Afrika au sehemu nyingine yoyote, of course sana sana Afrika, biashara hii bado itaendelea kufanyika kutokana na nature ya hii biashara jinsi ilivyo. Ushauri wangu mimi nilikuwa naomba kushauri kwamba amekuja huyu CEO um, um, um, um, um, wa Barrick um, lakini inatakiwa sisi kama Tanzania tukae naye. Mimi ambacho naomba kushauri naomba kwamba timu yetu ya Tanzania tufanye upembuzi mzuri sana wa watu wa kukaa na huyu mtu. Hawa wenzetu ni wazoefu sana wa hizi biashara, ni, ni tycoons wa hizi we, biashara ni biashara ambazo zina pesa nyingi sana lakini wenzetu wamedili wame na hivi vitu maeneo mbalimbali kupita kiasi zaidi yetu sisi. Kwa hiyo lazima kwenye, ku, kwenye kuchagua watu wa kukaa nao meza moja lazima watuchague watu ambao watakuwa vichwa vyao viko sawasawa kikweli kweli. Lakini pia vilevile, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye suala hili la makinikia, mimi nilikuwa naomba kuuliza Wizara ya Fedha, miaka ya nyuma BOT walitoa wali, wali waiver kwa makampuni yote ya madini pamoja ya, ya, ya, ya, ya madini ambayo anachimba hapa Tanzania ambayo anatoka nje kwamba mnaruhusiwa kuweka pesa zenu nje. Ile Inde waiver ilitolewa wakati ule gavana akiwa Dr. Balali. Mpaka sasa hivi waiver hile haijarudishwa na sababu kubwa ya haya makampuni wakisema kwamba sisi tunataka tuweke pesa zetu huko nje kwa sababu tukiweka hapa Tanzania hakuna mabenki ambayo ni international, lakini vilevile vile na sisi ambao ni wafanya biashara wa hizi biashara, sisi mikopo yetu tunaitoa huko nje. Sasa hawa watu sasa hivi international banks zipo nyingi hapa Tanzania, wa wa feather, ajibu, hapa Tanzania. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kwa kweli mimi nitaomba jibu hapo baadaye, utakapokuja kuja kuhitimisha, uje utuambie ni sababu zipi zilizofanya mpaka leo hiki kitu kimekuwa kimya hakisemwi kabisa, kwa sababu kama tunavyoelewa kwamba pesa hizi ziko zinawekwa hapa Tanzania. Sisi Tanzania hapa tumekuwa bei ya dola tunalalamika, imekuwa kubwa, wafanyabiashara wanalalamika. Pesa hizi zikiwa zinawekwa hapa, tutafaidika hata mzunguko wetu wa pesa utaweza, urari wa biashara utaweza kuonekana na mzunguko wetu wa pesa itakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu hata dola itashuka, at least ita stabilize vizuri kuliko ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba jambo hili uweze kwa, kwa kweli kuliangalia kwa macho makali zaidi na kwa kweli ulifanyia kazi kwa haraka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, jingine ambao nilikuwa nataka eh, nizungumzie, kwanza nimpongeze sana mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na naibu wake nama yangu Dr. Shantu, wanafanya kazi mzuri sana ni watu ambao sio ongeaji sana, lakini kwa kazi wanapiga vizuri sana mmefanya kazi nzuri sana ya kusaidia Baje, bajeti ni nzuri sana kusema za kweli uwezi, uwezi kuwa mtu mwenyekiti, mama ukasema bajeti na matatizo ina dosari za hapa na pale kusambu, kwa sababu ni ile tu kwamba hatuwezi kumaliza matatizo yote kwa mara moja, lakini hatuwezi kusema kwamba bajeti ni baya, bajeti ni nzuri sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba kwenye swala zima la kuwasaidia wajasiriamali wadogo tusiishie tu kwenye maswala administrative pamoja na, na, na kuna maswala admi, ya, ya administrative, na lakini pia na facility, facility, facilitation. Mimi nilikuwa naomba tu, tujikite zaidi kwenye jinsi ya kuwasaidia hawa wajasiriamali wadogo. Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa naomba kukuambia, nilikuwa naomba ujaribu kumulika pale airport TRA hey, ya kwako kuna matatizo makubwa sana wakati tumekaa tunazungumzia habari za kuwawezesha wafanyabiashara wadogo. Mheshimiwa mheshimiwa waziri, wafanyabiashara hawa wadogo wapo, wakina mama wako vijana, wanahangaika, wanakwenda nchi mbalimbali kuja kuleta bidhaa wanafanya bidhaa wanafanya biashara ambazo mitaji yao ni dola 2000, dola 30. Sio pesa nyingi, lakini mtu analeta mzigo, akifika pale airport anapata usumbufu wa hatari. Pale airport inakuwa inamkatisha mtu tamaa. Mtu paka anaona, kwa nini mimi nimeweza kwenda, anapata visa namaliza, anatoka na kwenda huko nje kwenda kufanya biashara, lakini akiingia hapa Tanzania anapata usumbufu kupita kiasi. Apale, imezini na rushwa pale imezidi. Mimi nakwambia kweli <coughs> mimi nakwambia kweli mheshimiwa mwenyekiti. Swala jingine, swala la mwisho ambalo nilikuwa nataka nilizungumzie, wizara ya afya. Uchumi ni afya, wizara ya afya. Nilikuwa naomba mheshimiwa mwenyekiti nitoe wazo, bunge hili liunde kamati ya kushughulikia swala zima ya ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, mheshimiwa mwenyekiti, imeoza, haifai na kama ikiwezekana, mheshimiwa rais, na angekuwa hapa leo mheshimiwa waziri mkuu, nadhani ningempa message kwa sababu anajua ye, yee kuzungumzia, angeifuta kabisa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, inatakiwa ifanye control ya chemicals ambazo zinaingia Tanzania, jambo ambalo hawafanyi hata kidogo. Kuna kampuni inaitwa Techno inaingiza, imeingiza kemikali, kampuni moja tu imeingiza kemikali ambazo ni nyingi wanaulizwa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali hawajui hata idadi ya kemikali ambazo zinaingia hapa Tanzania. Kemikali hizi zinatumika mahospitalini, kemikali hizi zinatumika kwenye mashule yetu. Wanafunzi wanakwenda kufundishwa kwa chemicals ambazo nyingine zimeexpire, wanafunzi wanakwenda kufundishwa kwa chemicals ambazo nyingine sio zenyewe. Mwishowe mwenyekiti vitu kama hivi tukiendelea kukaa kuvinyamazia. Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya ziara huko kwenye ofisi ya mkemia mkuu wa serikali akakutana na hili jambo, linatia aibu. Nasikitika tu kwamba sikupata nafasi ya kulizungumza kwa urefu wakati wa wizara ya afya, lakini mheshimiwa mwenyekiti, asante sana, naunga mkono hoja, asante sana.